Jambo hapo ulipo, karibu kuungana nami, Ruben Lukumbuka, katika makala ya yaliyojiri wiki hii, na miongoni ni pamoja na ziara ya Rais wa Uganda Yoweri Museveni huko Sudan Kusini kutuliza hali ya mapigano yaliyozuka hivi karibuni kutokana na kukamatwa na kuzuiwa nyumbani kwa makamu wa kwanza wa rais Riek Machar, ziara ya rais wa Kenya katika eneo la mlima Kenya, mapigano kati ya waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda na jeshi la serikali ya DRC huko Walikale mkoani Kivu kaskazini na hali inayojiri katika maeneo ya Sahel ambapo mawaziri wa mambo ya nje wa AES walizuru Moscow, Urusi, uchaguzi wa Gabon na pia mzozo wa kibiashara kati ya Marekani na mataifa mengine duniani ni miongoni mwa habari kuu za dunia zilizojiri kwa juma hili. Kwa hayo na mengine zaidi, na kusihi msikilizaji, kwa moyo mkunjufu andamana nami hadi tamati. Makala hii inaanzia nchini Sudan Kusini ambako watu 30 waliuawa katika eneo la Ruweng kaskazini mwa Sudan Kusini baada ya kushambuliwa na vijana waliokuwa wamejihami kwa silaha. Mengi zaidi na Hilary Ingati. Mauaji hayo yameripotiwa kutokea baada ya mzozo kati ya wafugaji na wakulima. Kwa mujibu wa walioshuhudia makabiliano hayo, yalianza mapema wiki hii wakati kundi la vijana wenye silaha walipoiba kondoo, wakati walipokabiliwa na maafisa wa usalama. Uongozi wa serikali katika eneo hilo umethibitisha mauaji hayo na kuongeza kuwa wengine 40 wamejeruhiwa wengi wakiwa ni kundi la vijana hao waliokuwa wamejihami kwa silaha haya yanajiri katika nchi hiyo ambayo katika siku za hivi karibuni imeendelea kukabiliwa na mzozo wa kisiasa baada ya kukamatwa kwa makamu wa kwanza wa rais riek machar sudan kusini imeendelea kukumbwa na utovu wa usalama tangu uhuru wake mwaka 2011 ilipojitenga na sudani ya juu Licha ya nchi hiyo kuwa na utajiri mkubwa wa rasilimali ya mafuta. Katika hatua nyingine, ujumbe wa wasuluhishi kutoka Umoja wa Afrika uliwasili jijini Juba jumaa hili kujaribu kuzuia uwezekano wa kuzuka kwa vita vipya kufuatia agizo la Rais Salva Kiir la kuzuiwa nyumbani kwa makamu wake wa kwanza Riek Machar wiki iliyopita. Fidel Deng ni mwanaharakati wa haki za binadamu nchini Sudan Kusini. Hapa alizungumza nasi akiwa jijini Nairobi. Raya okay, wanateseka sana juu hata wengine sahii wameshaingia Kenya, wengine wameingia DRC Congo juu wanajua vita lazima itakuja, na unaona iko na vita inaendelea huko, uh, pande ya kaskazini, pande ya magharibi. Tunataka uh, African Union ama IGAD waingia haraka waleta uh, wajamaa uh, wawili pamoja, juu hatutaki hiyo uh, peace agreement ibunjike juu ikibunjika sasa tutaingia hiyo maana ya civil war tena. Siku ya Alhamis ya Aprili tatu, rais wa Uganda Yoeri Kaguta Museveni aliwasili pia katika jiji kuu la Juba kutoa mchango wake katika juhudi za kusuluhisha mvutano huo uliojitokeza. Rais Kiir anamshutumu Machar kwa kupanga uasi mpya akishirikiana na waasi wa White Army waliotekeleza uvamizi kwenye kambi ya jeshi katika jimbo la Upper Nile mnamo mwezi uliopita na kusababisha mapigano hayo. Kutoka Sudan Kusini, na sasa tuelekee Sudan Khartoum ambako mkuu wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kuhusu Afrika Volker Turk Jumatano ya wiki hii alieleza kusikitishwa kwake na taarifa za mauaji ya halaiki ya raia wakati jeshi lilichukua tena udhibiti wa jiji kuu la Khartum kutoka kwa wapiganaji wa RSF. Minslet Ijai na maelezo zaidi. Kupitia taarifa Tuk amesema wengi wa raia waliouawa wa Sudan juma lilopita, wakati jeshi lilikuwa likipambana na wapiganaji wa RSF wanatuhumiwa kushirikiana na wapiganaji hao ambao utawala wa kijeshi umekuwa ukiwaita kuwa magaidi aidha tuk ameongeza kuwa ametazama video za raia wakiuawa kinyama mashariki mwa jiji la khartum tangu machi 26 tuk sasa anawataka viongozi wa pande ya simu nchini sudan kuweka mikakati ya kulinda maisha ya raia mara moja kwa mujibu wa shirika la kiraia la sudanese resistance committee zaidi ya raia themanini na tano waliuawa juma lilopita pekee baada ya mapigano ya zaidi ya miaka miwili jeshi la Sudan juma lilopita lilitangaza kufanikiwa kuwafurusha wapiganaji wa RSF kutoka jiji la Khartoum taarifa ambazo wapiganaji hao walithibitisha nchini Kenya kesi ya uchochezi inayoikabili kampuni ya Meta nchini humo ni sasa itaendelea baada ya mahakama kuu nchini humo siku ya Ijumaa kusema kwamba ina uwezo wa kusikiliza kesi hiyo ambapo raia wawili wa Ethiopia wanatuhumu kampuni hiyo ya Meta kuchochea vurugu na mauaji nchini Ethiopia. Benson Wakoli na maelezo zaidi. Jaji wa mahakama kuu nchini Kenya Lawrence Mugambi ametupilia mbali madai ya kampuni ya Meta inayomiliki mitandao ya Facebook na Instagram kwamba mahakama za Kenya hazina uwezo wa kusikiza maswala yaliyofanyika katika mataifa mengine, baada ya kesi hiyo kuwasilishwa na raia wawili wa Ethiopia. Kampuni ya Meta pia ilikuwa imedai kwamba shughuli zote za mtandao wa Facebook hutumika chini ya sheria na masharti, kwa hivyo, iwapo sheria hizo zinakiukwa, basi kesi inastahili kufunguliwa katika jimbo la Delaware nchini Marekani. Ila jaji Mugambi amefuta kauli hiyo ya Meta na kusema kesi hiyo inahusu haki za binadamu. Kesi hiyo iliwasilishwa mahakamani nchini Kenya na raia wawili wa Ethiopia, Abraham Meareg na Fesiha Tekla Abraham, akidai mtandao wa Facebook ulichangia kuwao kwa babake mzazi baada ya chapisho moja kumuhusisha babake mzazi na wapiganaji wa TPLF wakati wa vita vya miaka miwili kati ya wapiganaji hao na wanajeshi wa serikali mwaka 2021 tukisalia nchini Kenya, juma hili ni kuwa Jumatatu ya Machi 31 katika mkesha wa maandalizi ya ziara yake katika eneo la mlima Kenya, rais William Ruto alimshutumu aliyekuwa naibu wake Rigathi Kashagwa aliyeondolewa madarakani mwaka uliopita kwa kuwahangaisha wabunge na wafanyakazi wa ikulu wakati akiwa madarakani. William Ruto sasa ikanifikia mimi, oho, unajua mimi naweza kukufanya one term president, usipofanya hii usipofanya hii usipofanya hii, nahitaji bilioni kumi ndio niende niongee na watu ya mlimani nikupangie siasa, sijui nifanye nini. So nikamwambia hii awezekani, na kama nikuwa one term ni sawa, hakuna problem. Kama wewe ndio kuamua nani atakuwa one term nani atakuwa sijui how many terms. nilikuwa nafikiri ni wananchi wa Kenya na Mungu. Kama ni wewe sasa, amua vile unataka baada ya kuondolewa madarakani, Gachagwa amekuwa mpinzani mkubwa wa Ruto kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa elfu mbili ishirini na saba, akimtaja kiongozi huyo kama mwongo. Rais Ruto juma hili anatembelea maeneo ya mlima Kenya kuhubiri amani, mshikamano wa taifa na kuwahimiza wananchi kuhusu maswala ya maendeleo ya nchi yao. 105 FM. Kule Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, kwa juma hili msikilizaji, Rais Felix Chisekedi alikutana na kufanya mazungumzo na Massad Boulos, mjumbe maalum wake rais wa Marekani Donald Trump, kuhusu uwezekano wa kuwepo kwa mikataba ama mkataba wa biashara ya madini kati ya nchi hizo mbili. Baada ya kikao hicho jijini Kinshasa, Masad Bulos alikuwa na kauli hii. Nimefurahi sana kupata fursa ya kukutana na Rais Tshisekedi. Tumejadiliana mambo kadhaa ikiwa ni pamoja na maendeleo ya uhusiano wa kibiashara kati ya Marekani na DRC. Nimesikia kuhusu mkataba wa madini, tumezingatia mapendekezo ya DRC na ninafurahi kwamba Rais Tshisekedi na mimi tumekubaliana namna ya kushughulikia swala hili, kuchochea uwekezaji wa sekta binafsi ya Marekani nchini DRC hasa katika sekta madini ni lengo la pamoja ambalo tutachangia ustawi wa mataifa yetu, lakini hayakuwezi kuwa na maendeleo ya kiuchumi bila usalama. Kwa hivyo tulijadili pia mzozo wa mashariki mwa DRC. Marekani ina nia ya kusaidia kumaliza mzozo huu, na hili tunajadili hatua tutakazozichukua na washirika wetu wa DRC. Mjumbe huyu wa Trump amezuru Kinshasa wakati huu hali ya usalama mashariki mwa DRC ikiendelea kuwa mbaya baada ya waasi wa M23 wanaounga mkono na Rwanda kudhibiti miji mikubwa ya Goma na Bukavu. Na kwa kuwa tumezungumzia miji hii mikubwa miwili juma hili, tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa UN siku ya Jumanne ya Aprili mosi mwaka huu ilichapisha ripoti ya tathmini kuhusu haki za binadamu mashariki mwa nchi hiyo ya DRC ikionyesha ongezeko la vitendo vya ukatili, mauaji na unyanyasaji vinavyofanywa na uongozi wa M23 kama ilivyosema tume hiyo ya Umoja wa Mataifa kuhusu maswala ya haki za binadamu. Naibu kamishna wa tume hiyo Nada Al-Nashif kwenye ripoti hiyo alisema, tangu waasi wa M23 wachukue wa miji ya Bukavu na Goma, ofisi yao imerekodi vitendo vya kutisha vya ukiukaji wa haki za binadamu. Napenda kubainisha mambo ambayo yanatia wasiwasi mkubwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu Umoja wa Mataifa umerekodi matukio 602 ya mauaji ya halaiki na yale ya kulengwa yaliyotekelezwa na pande zote huko Kivu Kusini na Kaskazini na katika jimbo la Ituri. Makundi kadhaa yameendelea kuua watu na kuwachinja bila huruma. Bila hatua madhubuti, machafuko haya yanaweza enea kwenye ukanda mzima na hatari ya kutokea kwa janga hilo inaongezeka kila siku. Sauti yake Nada Al-Nashif, naibu kamishna wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, UN. Jijini Kinshasa, mashirika ya haki za binadamu kama CSDH chini ya mkuu wake Karl Mweze lilielezea hali hiyo inayoendelea Goma na Bukavu kuhusu haki za binadamu kama anavyoeleza hapa. CSDH inashukuru tena na kupongeza chumba husikacho na haki za kibinadamu uh, cha Umoja wa Mataifa wakati tunaoneshwa namna gani watu wanafariki vifo, kuporwa kwa mali, amani inakosekana, wengine wanakufariki na njaa vifo vingi sana kila siku vinahesabika huko upande wote ambao o, jeshi la Rwanda limevamia hadi sasa. Hali huko ya kibinadamu ni mbaya sana tena sana, ambacho ulimwengu haijawahi kuona. Yani eh, tunaona kwamba haki za kibinadamu zinadharaulika leo, tunazani kwamba ni wakati sasa mambo haya ya ishe Sauti yake Karl Mweze, mratibu wa shirika la kutetea haki za binadamu la CSDH akiwa Kinshasa. Pia ni juma ambalo, msikilizaji, waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa DRC waliripotiwa kujiondoa katika mji wa kimkakati wa Walikale, wakielezea hatua hiyo kama ishara ya nia njema kuelekea mazungumzo ya amani kati yake na serikali ya DRC wiki ijayo kule Doha nchini Qatar. Nam kutoka DRC. Na sasa tumulike yaliyojiri nchini Rwanda juma hili, ambapo ambako shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na biashara pia maendeleo UNCTAD lilisema kwamba linakadiria kuwa soko la biashara ya teknolojia ya akili mnemba litafikia dola za Marekani trilioni 4.8 ifikapo mwaka wa 2033 huku likionya kuwa karibu nusu ya ajira duniani zikitarajiwa kuathiriwa. Ripoti hii ilitolewa wakati rais wa Rwanda, Paul Kagame, akizungumza katika kongamano la akili mnemba barani Afrika ambalo lilifanyika jijini Kigali, alionya bara hilo kubaki nyuma katika kukumbatia teknolojia hii Paul Kagame. Katika kila sekta matokeo chanya ya akili mnemba yameonekana. Hata hivyo, inasikitisha kwamba kujitokeza kwa teknolojia hii kuna kumbana changamoto za ushindani wa kisiasa za kieneo. Ukweli ni kwamba Afrika inahitaji wanasayansi wake wa data, wahandisi na wataalam wa usalama wa mitandao Afrika iweze kusalia nyuma kwa mara nyingine tena, ianze kujifunza. RFI Kigali 91.9 FM. Msikilizaji, kwa muktasari tu, wiki hii chama cha mawakili kule Uganda kilimwandikia barua mwanasheria mkuu na idara ya magereza kutaka ufafanuzi zaidi wa kwa nini imechukua muda mrefu kwa kesi za raia kuhamishwa kutoka kwenye mahakama za kijeshi. Miezi miwili tangu mahakama ya juu itoe hukumu kupinga raia kushtakiwa katika mahakama za kijeshi na kuagiza kesi hizo kurejeshwa kwenye mahakama za kiraia, uamuzi huo msikilizaji, bado haujatekelezwa. Miongoni mwa kesi zinazosubiriwa kuhamishwa kutoka mahakama ya kijeshi ni pamoja na ile ya kiongozi wa upinzani Kizza Besigye anayetuhumiwa kuhatarisha usalama wa taifa. Na sasa tuangazie yaliyojiri katika mataifa ya Afrika magharibi na kaskazini, tukianzia eneo la Sahel ambako mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi tatu zinazounda muungano wa Sahel AES, Burkina Faso, Mali na Niger. Mawaziri hao wa mambo ya nje yaani wanaendelea na ziara yao huko Moscow nchini Urusi, ambapo siku ya Alhamis walikutana kwa mazungumzo rasmi na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergey Lavrov juu ya namna ya kuimarisha ushirikiano wao wa kijeshi na Urusi. Abdoulaye Diop ni waziri wa mambo ya nje wa Mali na hapa anaeleza nini lengo la ziara yao huko Moscow. Kuwepo kwetu leo hapa Moscow ni ushuhuda kwamba Urusi ambayo imekuwa nchi ya kwanza kutambua Shirikisho la Mataifa ya Sahel wiki moja baada ya kuundwa kwake. Tumefurahishwa sana kupokea nchini mwetu kutembelewa kwa wajumbe wa nchi tatu, ambapo naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi alitutembelea na ilikuwa fursa ya kuanzisha majadiliano ya kisiasa kuhusu usalama na maendeleo na Urusi ni mshirika wa Shirikisho la Mataifa ya Sahel. Ni sauti yake Abdoulaye Diop, waziri wa mambo ya nje wa Mali. Raia wa Burkina Faso siku ya Ijumaa ya Aprili 4 mwaka huu waliadhimisha kumbukizi ya miaka 65 tangu nchi yao ilipopata uhuru wake kutoka kwa mkoloni wake wa zamani Ufaransa, ambapo katika maadhimisho hayo Rais Basirou Diomaye Faye aliyechaguliwa mwaka mmoja uliopita alisisitizia ahadi yake ya kuokoa fedha za umma kwa njia iliyo wazi, akitoa wito kwa Wasenegali wote kujitolea kwa hilo. Pamoja naye, wajibu wa kusema ukweli ndiyo msingi wa kuvunja kutokuaminiana tuliyoanzisha. Hali ya fedha za umma, kama ambavyo ukaguzi ulioonyesha, inatulazimisha kujiamini ili kusuluhisha mambo. Pia njia ya maendeleo inahitaji kujitolea kwa watu wote kwa pamoja tukiwa katika umoja na kusudio sawa, tutajenga Senegal yenye haki na yenye mafanikio tunayotarajia iishi. Senegal inayojitawala, sikukuu njema ya uhuru kwa wote. Sauti yake Basiru Diomaye Faye, rais wa Senegal, matamshi aliyoyatoa wakati wa hotuba yake kwa taifa katika mkesha wa maadhimisho yenyewe ya uhuru wa taifa hilo kupitia televisheni inayomilikiwa na serikali kwengineko duniani, msikilizaji, majaji wa mahakama ya kikatiba nchini Korea Kusini siku ya Ijumaa kwa kauli moja waliamua kuunga mkono kuondolewa madarakani kwa rais yun sukyol na bunge mwezi desemba mwaka uliopita mengi zaidi na victor abuso baada ya uamuzi huu wa mahakama kumekuwa na furaha kubwa kutoka kwa upinzani wa yon jijini soul huku wafuasi wake wakionekana wenye huzuni. Majaji katika uamuzi wao wamebaini kwamba Yon alikiuka katiba baada ya kuagiza matumizi ya sheria za kijeshi na hatua ya wabunge kumwondoa madarakani ilikuwa sahihi. Baada ya uamuzi wa mahakama kwa mujibu wa katiba, uchaguzi mpya unapaswa kufanyika baada ya siku 60 ili kumchagua rais mpya. Chama cha rais huyo aliondolewa madarakani People Power kimesema kimekubali uamuzi wa mahakama ya katiba na kuomba radhi wananchi wa Korea Kusini. Wiki hii waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema Marekani itasalia ndani ya muungano wa kujihami wa NATO akizitaka nchi wanachama wa muungano huo kutenga pesa zaidi za kuimarisha muungano huo kiulinzi. Na, ni kwa taarifa hiyo msikilizaji, ndio nami na shusha nanga kwa makala ya yaliyojiri wiki hii. Naitwa Ruben Lukumbuka, kwa heri.